Nina dakika 15 alafu nimlete mwenyekiti hapo. Vipi hapo vipi? Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wetu wa kanda, naibu katibu mkuu, leo ni siku ya furaha sana. Dr. Sraha amekuwa baba yangu kisiasa, na leo amerudi kwenye chama chetu. Sisi wanachadema wote tuna furaha Dokta za na, tunakukaribisha kwa upendo. Tupige kazi, tubadilishe nchi hii. Ndugu zangu, watu wa Mbea, mimi ni mwanasiasa ambaye ninataka tuzungumze maisha yetu. Siasa ni maisha yetu. Siasa ni uchumi. Siasa ni elimu ya mtoto wako. Siasa ni madawa hospitalini. Siasa ni fedha kwenye benki, kwenye mfuko wako. Siasa ndiyo mazao yako na ndiyo maisha yako. Ukikosea kufanya maamuzi ya kisiasa, matokeo yake ni kujidhulumu maisha yako, ni kuishi maisha mabaya hapa duniani. Na mimi ninafikiri hakuna mtu aliyeletwa hapa ili aishi maisha mabaya. Mungu wetu ni Mungu wa haki. Mungu hana upendeleo. CCM anatuambia huyo amebarikiwa na Mungu, kwamba ukimwona mtu anaishi pazuri huyo amembariki Mungu kwa hiyo wewe ambaye unaishi pabaya, Mungu amekulaani. Unakubaliana na hilo kwamba wanaoendesha magari ni kwa sababu Mungu tunayemjua ambaye ni wa haki eti amewapendelea, wewe hajakupendelea, si ndio wanachotaka tuamini? Mungu hapendelei, Mungu ni wa haki, ndio maana Mungu ametuweka kwenye nchi nzuri hii ambayo ina rasilimali za kila aina, ambayo Mungu alituweka hapa ili tufurahie wote maisha ya hapa duniani. Lakini nchi hii inaharibiwa na watu wachache walioko madarakani wanaolindwa na polisi na vyombo vya dola. Wezi wanalindwa, vibaka wa mtaani wanakamatwa na kupigwa, majambazi wanalindwa leo nimemsikia mtu anaitwa amos makara ni vizuri tukalisema hili kwa kifupi amos makara anasema chadema inakusanya michango ikanunue virusi vya ebora na mpox ivirete tanzania ili watu wa ccm wafe alafu tusipige kura kwamba tutaleta virusi vizuie uchaguzi sasa unajiuliza kwamba hivyo virusi vinavyokuja ambavyo vitamjua huyu ni chadema na huyu ni scm ni virusi vya aina gani alafu amos makara anatuambia tunaenda kununua virusi bila kuwambia watanzania hivyo virusi vinauzwa duka gani na kwabei gani ili tuwaambie WHO wakaviangamize kule vinakouzwa. Huyu ni mtu mjinga, na chama cha aina hiyo kimejaa watu wa hovyo, wanaofikiri Watanzania hawawezi kufikiri. Haiwezekani msemaji kama akasema hivyo. Hizi zinaitwa biological attacks. Kama virusi vinakuja hapa, maana yake anawaambia watalii wasije Tanzania kwa sababu wakija hapo watakufa. Huyu ni mhujumu uchumi, na gazeti la serikali Habari Leo limeandika barua limeandika habari hiyo. Mwenyekiti, wewe ni mwanasheria, ninakuomba uagize wanasheria wetu wawafungulie kesi hawa watu. Tunataka Habari Leo ituambie ni wapi virusi vinauzwa na vinauzwa shilingi ngapi na CHADEMA imevinunua kwa bei gani na inavipeleka sehemu gani specific. Hilo ni la kwanza. Tunaongozwa na watu wahovyo namna hii kwa sababu uchaguzi zetu zimekuwa zikiharibiwa, zinaharibiwa na polisi ambao nao wana maisha mabaya, ndio maana tunaongozwa na watu wahovyo kama kina Amos Makara Ndugu zangu watu wa Mbeya, Mbeya hii ina kilomita za mraba elfu sitini na mbili elfu sitini na mbili Kwa sensa ya mwaka 2020, Mbeya ina watu milioni 2.3. Nchi ya Uholanzi, nchi nzima ya Uholanzi ina kilomita za mraba elfu arobaini na nane Ina maana Mbeya ni kubwa kuliko Uholanzi. Uholanzi ina watu milioni 18. Nilikuwa nasoma takwimu hapo za bidhaa za mazao ya maua na mboga mboga mwaka jana, Uholanzi imeexport bidhaa za mboga mboga na matunda na maua dola za Kimarekani 128. Sasa tukizibadilisha kwenye fedha za Kitanzania sijui ni trilioni ngapi, ni trilioni nyingi. Bajeti ya Tanzania ni dola za Kimarekani bilioni kumi, dola dola za Kimarekani bilioni ngapi? bilioni kumi. Sasa hiyo ni bajeti ambayo huwa inapangwa, hatuna uhakika kama tutapata hizo fedha, kwa sababu humo zimo fedha za wahisani. Wao wameuza matunda na mbogamboga peke yake bajeti yetu miaka kumi na mbili, yaani mazao waliouza kwenye nchi ndogo kuliko mkoa wa Mbeya ni bajeti yetu kwa miaka kumi na mbili mfululizo. Sisi, ukija hapa Mbeya vijana hawana ajira, uongo kweli? Maisha ni mabaya, na ndio maana waziri mkuu kwa kutokufikiri vizuri anafikiri eti vijana wakienda VETA ndio watu sijui ndio ajira zitapatikana sasa. Unajiuliza hawa watu hivi fikra zao zikoje? Kwa sababu hata ukipeleka hao watu VETA kazi hizo za veta ziko wapi? Wangapi wamesoma umeme wako mtaani? Wangapi wamesoma fundi magari wako mitaani? Wangapi wamesoma ujenzi hawana kazi? maelfu ya watu, uongo kweli? Kwa hiyo hawa watu hawawezi kutengeneza ajira, kwa sababu hawana uwezo, wanawaza kuiba. Sisi tukikabidhiwa nchi hii kwa sanduku la kura ambalo mwenyekiti atakuja kueleza njia tutakazopita ili tushinde uchaguzi kwa haki. Tukikabidhiwa nchi hii, watu wa Mbeya, kwa mfano, mwaka jana serikali imenunua chuma kutoka nje cha dola za Kimarekani trilioni moja pointi mbili. Chuma ndio kinatumika kujenga reli, chuma ndio wanatumia kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, nondo tunazotumia, mabati Ukienda pale Rudewa, tunachuma pale Mchuchuma na Liganga, ameanza kuzungumza pale Dr. Sra akiwa bungeni kwamba tutengeneze kiwanda chetu cha chuma. Kwa hiyo sisi tungekuwa madarakani, wakati tunamwita mchina kutujengea reli tukimlipa trilioni saba, tunamwambia chuma chote utanunua ndani kwao. Tunampa fedha kwa mkono huu, zinarudi kwa mkono huu Hivi mnanielewa vizuri? Yeah. maana yake ni nini? Yeah. maana yake hizo fedha zingerudi kwenye kodi Yeah. zingerudi kwenye viwanda vya ndani Yeah. maana yake ni kutengeneza ajira kwa watu wetu. Yeah. Mwaka jana kwa takwimu za BOT serikali ya CCM chini ya Rais Samia wameagiza mayai ya kuku, nyama za kuku vipapatio kutoka Marekani. Dola za Kimarekani bili, dola za Kimarekani milioni 24.8, bilioni 68. Vijana wa Mbeya hamna ajira, tukichukua hizo fedha tukawapa vijana hapa wakatengeneza mabanda ya kuku, hizo kuku zote zitanunuliwa hapa. Maana yake ni nini? Huyu kijana aliyepewa fedha, akipata hizo fedha, atataka kujenga, fundi ujenzi atapata kazi. Mnanielewa? Fundi ujenzi akipata hizo fedha, atanunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Mama akipata fedha, atamwagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda boda ataweka mafuta kwenye kituo cha mafuta. Yule ataajiri mlinzi. Mlinzi atanunua kitanda, kapenta atapata fedha, fedha itazunguka, na nchi itakuwa na mapato. Akili ya namna hiyo haipo kwa CCM. Wanachukua fedha hizo wanapeleka Marekani, wakaajiriwa wa Marekani wanajenga mwendo kasi Dar es Salaam, BRT zile, alafu wanataka wamlete mwarabu anunue mabasi ndio aendeshe pale. Maana yake ni nini? Mama anayepanda gari kwa shilingi mia mbili kutoka Mbagara kuja Dar, kuja posta mjini akilipa shilingi mia mbili Mwarabu anaichukua anaipeleka kwao kujenga Warabuni, sisi tunabaki hapa maskini. Sijui kama mnanielewa. Wangapi mnaelewa nachokizungumza? sasa ndugu zangu wa Tanzania, kila kitu kinapigwa bei. Airport ya Kia imekabidhiwa kwa watu wa Oman, alizungumza sana Mheshimiwa Rais mwaka jana. Maana yake ni nini? Maamuzi haya yanayofanywa na wabunge wa bavu kama tulia, maana yake ni nini? Unapochukua airport yako na mkabidhi muamani pale Kia, wanashuka wageni zaidi ya milioni moja pointi tano kwa mwaka, na kila mgeni unaposhuka pale unakatwa dola hamsini na tano kwenye ticket kwa kutumia uwanja. Akishuka anaenda porini, dola hamsini na tano Dola hamsini na tano ni kama laki moja na arobaini hivi. Akirudi akipanda ndege anarudi kwa Ulaya, dola hamsini na tano Kwa hiyo mtalii akishuka na kuondoka ameacha shilingi laki tatu. Piga laki tatu mara watu milioni moja pointi tano. Billions of money hizo, sisi tumejenga uwanja, kuusimamia tu, waingize fedha, hatuwezi. Tumempa muomani aende achukue hizo fedha akajenge Omani. Sijui kama mnanielewa, hivi mnanielewa vizuri? Sasa kama unatoa uchumi wako ndani ya nchi unapeleka nje, unawezaje kuajiri watu wako? Utaongezaje mishahara ya walimu? Utaongezaje mishahara ya polisi? Utaajiri vipi polisi wengine nchi hii? Ukisoma takwimu za serikali, vijana waliomaliza vyo vikuu wanaohitaji kuwa walimu hawafiki hata milioni moja, lakini tuna mahitaji ya zaidi ya walimu milioni moja kwenye nchi hii. Nafasi zipo. Vituo vya polisi haviko kila kata, tunahitaji kituo cha polisi kila kata. Kwa hiyo kama nchi ina, ina fedha kila siku, ajira zitakuwepo. Lakini fedha zote hizi zinatolewa mbali mbali, kwa njia mbalimbali zinapelekwa Ulaya zinapelekwa amani zinapelekwa kwa Wazungu. Miradi hii hapa hawawezi kuiendeleza, kwa sababu ana fedha, fedha zinaishia kwenye wizi. Walikuja hapa tulie hey, tunajenga barabara nne, mwaka wa tatu sasa tunapita hapo, hiyo barabara nne haipo wakandarasi wameondoka. Uongo? Kweli? Hawana uwezo wa kulipa wakandarasi, fedha zinazopatikana ni za wizi. Uongo? Kweli? Tunazungumza kwenye nchi ambayo ina rasilimali, madini, dhahabu, mbuga za wanyama, tanzanite, nike, chuma, kila kitu kiko Tanzania. Gesi, tuna gesi futi za ujazo trilioni 54.5 tunaishi kwenye umaskini wa kutengeneza tunaishi kwa sababu viongozi tulionao ni wahovyo, wana uwezo. Tunaagiza ngano kutoka nje, mtapataje ajira kama tunaagiza ngano, kama tunaagiza mchele kutoka Pakistan. Tuta, tutawezaje kuajiri watu wetu kama tunaagiza maziwa kutoka Kenya ya zaidi ya bilioni kumi na tano kila mwaka. Ng'ombe, nani hapa akipewa shamba la eka mbili akapewa ng'ombe wawili akapewa na mtaji atashindwa kuwasimamia? Apate lita 40, amuuzie asasi shilingi elfu 40 kila siku, apate elfu 40, anunue mboga na watoto wake waende shule. Nani anashindwa hivi? Tuna serikali ya hovyu ambayo inataka kuwaaminisha kwamba umaskini mlionao umewaandalia Mwenyezi Mungu. Umasikini huu ni wao, waliotutengenezea. Tupo watu tunaoweza kufikiri, tunaoweza kuondoa umaskini huu na kura yako ikiheshimika na ikathaminika, tuna uwezo ndani ya miaka miwili kwa rasilimali tulizo nazo tukaondoa umaskini. Tuna tuna bahari, ndugu zangu, angalia ukubwa urefu wa bahari yetu kutoka Mtwara mpaka Tanga kilometa za kilometa zaidi ya elfu moja na mia sita kuingia ndani tuna nortmi zaidi ya mia mbili kwenda ndani, hilo ni eneo letu ambalo tunaweza kuvua. Juzi nilisema Zanzibar, unasoma Norway wametoa mazao ya samaki mwaka jana kutoka baharini dora za Kimarekani bilioni tisa nukta nne tilioni thelathini bajeti yetu ya nchi yote kwenye samaki tu wanaotokana na bahari hatujagusa uvuvi ziwa Nyasa, hatujagusa uvuvi ziwa Victoria. Watu wetu wangekaa nyumbani wasiokuwa na ajira, tungekuwa tunawalipa kila mwisho wa mwezi kutoka serikalini, kama nchi zilizoendelea zinavyofanya. Tungetibu watu wetu vizuri, watoto wetu wangesoma vizuri, kwa sababu uwezo upo, lakini watu walioko madarakani hakuna akili, ni wizi wa rasilimali za nchi yetu. Ninawaomba kwa kumalizia, Hatuwezi kupata mambo mazuri haya kwa ndoto, tutayapata kwa mapambano. Hatutaondoka kwa umaskini kwa kutegemea huruma za CCM. Hawawezi kutuhurumia. kwa miaka sitini na tatu wameshindwa kutuhurumia. Nani miongoni mwao anasema wanaweza kutuhurumia leo? Nani anaweza kusema hivi? huruma walionayo ni ya kijinga, ya kuletea mitungi ya shilingi elfu ishirini ya gesi. Unahitaji fedha ya kununua gesi yako mwenyewe, huhitaji gesi ya tulia ason. Sisi tutakufundisha kuvua, hatutakupa samaki. Neno la Mungu linasema fundisha watu wako kuvua, sio kuwapa samaki. Ukiwapa samaki, kesho huwezi kuwapa tena. Huo mtungi wanaokupa ukiisha gesi, nani atakujazia? Na uchaguzi utakuwa umeisha, utasubiri ujazwe ishirini ishirini na tano, si ndio? Tunahitaji uwe na fedha za kununua gesi mwenyewe unayohitaji. Hatuhitaji mwape walimu wetu vitenge, tunahitaji wanunue vitenge kwa mshahara wao. Tuna uwezo huo, kwa uchaguzi tulionao, jinsi wanavyoiba, hatuwezi kuingia madarakani ili tulete hayo mazuri. Mnajua Mbeya kilimo kilivyokufa, zzk Mbeya ilikuwepo, ilikuwa inaajiri watu, haipo tena tuna uwezo wa kurudisha vitu hivyo. Tuna uwezo wa kufanya Mbeya ikawa habu ya kilimo, ndege zikaruka hapa kupeleka mazao uraya, tukafufua leri leri ya Tazara. Wameikabidhi kwa mchina jana si juzi, miaka ishirini na saba. Tuna uwezo wa kurudisha vitu vyote nde, wa China wa nchi yetu inageuka kuwa nchi ya wachina na waarabu, tutairudisha mikononi mwa wananchi, lakini tutairudisha kwa mapambano ya no reforms. No election, tuhakikishe raundi ya kwanza tunajielimisha, tunachangia chama, tunapata nguvu. Raundi ya pili tutatangaza ni nini tufanye, na tukishapata tume huru tutakwenda kwenye uchaguzi.